Kwanza na wasalimuni nyote mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Umwami ahimbazwe, atukuzwe. Turashima Imana, tunashukuru Mungu kwa kutuongera ibihe byo kubaho ambaye anatuongeza nyakati za kuishi kwa Mani, ito, jiri, ni Mungu ambaye anakuwa anaturehemiaeza vipindi vya kujitembea tunavyotaka, lakini anatuongeza vipindi vya kumtumikia nababwira mucha make kwa machache, ni tawambia kuhusu safari urugendo tuliyofanya twashoboye kubanza urugendo twafasha e, ruja muri Kenya, tulianza safari ya kwenda Kenya e, twageze muri Kenya ari mwishoro, tulifika Kenya ikiwa ni usiku. Ndugu wanatusubiri kwenye uwanja wa ndege wakatupokea kwa furaha nyingi. Wakati yule ilikuwa ni Alhamis, tangu Ijuma, Jumamosi paka Jumapili ilikuwa na mikutano pamoja na wandugu. Tena Mungu aliweza kupa wokovu takriban watu watatu ambao waliweza kubatizwa mujina la Yesu Kristo. Basi muzidi kuwaombea, kwa sababu hata watu wanaweza kuonekana wakipenda kushiriki kuibada wanapashwa, eh, inatakiwa wawe na watumishi. Kanisa linaimarishwa na watumishi wazuri. Kama watumishi hawakae vizuri O ishegele, kanisa liweze kukaa vizuri inabidi awape nesha. Watumishi wanaosimama vizuri wanaokuwa na ushuda katika neno la Mungu, tena wanalo neno la Mungu pia, hapo ndipo watu wanakuwa na kanisa nzuri kwa sababu tunaweza kuwa maelfu na maelfu ya wandugu na wadada lakini unakuta kwaliti ya Wakristo kwaliti ya Wakristo wanaokuwa na tabia nzuri zinazostahili hawapo. Basi sasa na kuinabidi tuweze kuombea watumishi sasa sana ili Mungu azidi kuwapa nguvu na kuwaimarisha vizuri katika maneno yake. Basi kwa hiyo kitu hicho mwe mnakifanya kila mara. <coughs> <coughs> Jumapili ni kama tulifanya ibada mbili, lakini ilipofika jioni usiku usiku tukaanza <coughs> safari ya kuelekea Kampala <coughs> tulienda takriban <ni> usiku <coughs> wote <tos> tukafika Kampala <tos> kama <coughs> saa sita za mchana. Tulipita, tunachukua safari ya kuelekea Chankwale wenye kulikuwa kumeandaliwa mkutano wa watumishi wa Mungu na pale Mungu aliweza kulinda watumishi waliokuwa wamekuja kutoka Rwanda kutoka DRC Congo.

Kwanza tulifanya kazi kwenye kanisa la Kampala kwenye Kampala. Kanisa lile la iliweza kuanzishwa na, na mimi pamoja na mtumishi wa Mungu ngenda hayo na tena ngenda hayo ndiye alikuwa alifuata kilisaidia kisha baadaye aliyozidi kuwasaidia alikuwa ni ndugu Berkimas. Kisha baadaye munasikia kwamba siku zilizopita Berikimas akatoka katika mwili ili <tikana> bidi tuweze kufanya utaratibu katika kanisa lile. Kisha kazi ziendeka vizuri, wakapata wakapata mchungaji na makamu wake. Wa wakapata mashemasi watatu na wazamini watatu. Wa wandugu hawo tuliwaacha wakiwa vizuri, kisha badaye ndipo tulipita tunaelekea Chankwale. Chankwale, sasa wanasema ilikuwa ni mara ya kwanza kufanya mkutano wa watumishi wengi maeneo ya kule Chankwale kwa sababu walikuwa wengi eh, poro, na kulingana na mikutano mingine ya watumishi ambao tulikuwa tulifanya maeneo ya kule, hakika kama kuna kuwa uh, mikutano ya watumishi, kuna wakati wanakutanishwa na vitu ambavyo wanaona tofauti tulikuwa na kuna maneno mawili zaidi ya kuongea: kunywa vinayonayolewesha kunywa vinavyolewesha, ilikuwa ni kama tauni, si hapa Burundi tu meme, Uganda na meme, Uganda na Kongo na pengine na unakuta sisi watumishi, unakuta baadhi wako wanaunga mkono lakini Mungu aliweza kutusaidia tulipofika kwenye jambo lile la vya kulewevesha kulichukuliwa hatua ya kujitenga o, na vinywaji vile. Yani, mkutano wote wa watumishi wa Mungu waliweza kuchagua kitu kile mia kwa mia. Kwangu na mimi nashukuru Mungu kwa hayo, ilikuwa ni kwa, uh, kwa sababu ilikuwa hatua ambayo nilikuwa naogopa sana kwa sababu nilikuwa naona kwamba si rahisi kwa sababu watu walikuwa wanaviona tofauti, lakini sasa, Mungu asifuwe sana kwa sababu yeye ndiye anasimamia kazi yake. Wa, kwa sababu, kuna wakati watu walikuwa nachukua hapa. Unasikia hai, baadhi wanasema sisi tutajiendea kule wengine nao eti sisi tutajiendea um, kule. Hivi sasa wenye watachukua Shabani safari kujiendea, wala wakijiendea katika mazehebu au duniani, lakini kwa wale ambao tunaamini pamoja

aliweza kutusaidia mambo yakendeka vizuri, wasifikiri kwamba, wasifikiri kwamba hatuvijui. Akiri, abanywa wenye bado wanakunywa vileo. Kuna wenye wanajaribu kuwasaidia ili waweze kue, kuelewa na wenye walichaguliwa makazi hapa, je, hapae, munavisikia hakizirika kwamba kuna mwenye bado anakunywa vileo. Moja kwa mkora moja mkora, ni kutupiwa nje. Hatutaweza kushiriki naye na kufanya kazi pamoja naye. Niwaambie mimi nikiwa mwenye Nikuwa mimi mlevi, kisha niseme kunywa vibaya ni vibaya kisha munikute niko na vikunywa hayo, ni mabaya sana zaidi ya mambo mengine yote, kwa sababu kazi zetu zinasema sana kuliko maneno yetu utakuta mutu eti eti eti, eti ni kunywa tudogo tudogo, kama vile Paulo alimwandikia Timotheo, eti kwa sababu una ugua ugua tumboni usikunywe tu maji eti, lakini sasa uwe unatumia mvinyo kidogo. Warundi wiliwashinda, na wakongomani viwashinda, na wanyarwanda wiliwashinda No hawaweze kujipimia kiasi hapo, ni kudanganya, ila kama anaanza chupa la kwanza na la pili, atachukua atanunua na chupa la tatu, atanunua la nne, na ana ta i anaweza atamaliza kereti yote. Ndiyo sababu ndugu zangu, za za Kileo chote chakulewesha chakulewesha ni kinani ni kikwazo kwa kwetu na vikwazo vyote tunapashwa kujichunga navyo kujilinda navyo. Kuna wahubiri ambao waliweza kujipenyesha kuna kujipeleka katika mafundisho hayo wakasema eti kibaya ni kulewa tu eti kibaya ni kulewa tu lakini tu pita tunaona wanaanza kutembea kutembe, kutembe, wa, wa, wa, wa, wakitaka kuanguka kwa sababu wamelewa tena sasa wanaochukua njia kama hiyo na sisi tutachukua njia nyingine, na hapo hapo hakuna ubishi, hakuna ubishi tunachukua katika mambo hayo. Tunapashwa kuwa wakali kuhusu kitu ambacho kinaitwa ni dhambi. Amina. Kwa sababu kama hatuchukue hatua kuhusu mambo kama hayo, havitakuwa na maana yoyote. Vinaanzia kwetu sisi wazee wa kanisa, vikaenda kwenye mashimasi, vinaenda hata kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye wazamini. Hao ndio wanapashwa kuwa kwanza kuwa mfano, kisha vinaenda sasa kwenye, na kwenye, kwenye waimbaji wa nao kwenye, na vinaenda hata kwa ndugu yeyote yule ambaye anaitwa kwamba alijihakikisha kutembea katika neno la Mungu, mambo hayo anapashwa kujitenga nayo Amen. Amina, munasikia yakuwa, zaacho, hata ndani ya mafundisho yetu mambo hayo yamo no ndani katika mafundisho yetu mambo yaa katika vileo vya kulewesha vya kulewesha apana. Amen na kufanya biashara ya vinywaji hivyo hapana. Je, muna visikia vizuri? Si vileo tu na sigara, kwa sababu na nabii hayo aliweza kutukataza hayo kuna mubiri ambaye alikuwa anasema eti mimi, eti mimi sione kwenye vinandikwa ndani ya Biblia kwamba kunywa sigara eti ni zambi. Kumbe wewe yanywa ganuru, kumbe yeye alikuwa anakunywa hata banki. Alikuwa anajihisi kwamba anaweza kuhubiri akisha kunywa banki, lakini sasa, mhubiri yule alikufa vibaya mno. Nilikuja kukuta naye akiwa tu na kwenye mifupa tu akiwa ameugua Alikua, alikua rasamabu, akiwa anakaa barabarani kiombaomba eti wamusaidie mhubiri ambaye alikuwa anaongoza hata kanisa, ndikufuna kucheza na zambi. Na ndo zambiando sababu vitu kama mimi vinanishinda niombe watu wanisaidie katika maombi ndugu zangu, mambo haya alinishinda ndugu zangu. Huyo hatukamutenga lakini tunamwombea Amina. Akiwa munafiki na anavifanya, hatuweze kumuvumilia hata kidogo. Tusiwe kama wale ambao tulikuwa ndani mwao zamani. ni, wa, ni wakati wa kurudi e, eti Mungu aliwaambia muda wa kwenda Misri kutafuta pesa za kutumikia Mungu. ni kweli walienda, waliweza kurudi Misri, watu wakawa matapeli, wakawa wafanyabiashara, wakunywa pombe na masigara na mambo kama hayo walirudi katika dunia. Daraja za kuturudisha duniani ziliweza bomolewa zote, hatuna nafasi tena mle. Tuna njia ya kutupeleka mbinguni, pale ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aenda kutuandalia. Bwana wetu atusaidie tuvumilie. Kuna baki muda kidogo.